na tumekusanyika ndani ya msikiti huu kila mmoja akiwa anajua malengo yetu sisi, kukusanyika hapa kutoka maeneo mbalimbali. Tumekusanyika kwa ajili ya shughuli muhimu ambayo tumealikwa na Shekhe wetu Almaruf biabi Hashim, allah yahfadhuhu. Naam, mi sitakuwa na mengi ya kuzungumza, kidogo sana, kalima kalimatain, ambayo itakuwa ni kama tambihi. Sisi wanadamu

katika kuyaendea yanapelekea kuwa na nguvu ya kuweza kutekeleza hii ibada, na Allah jalla waala akatu akajalia katika nyoyo zetu kuwa tunapenda vitu hivyo navyo, si vingine, ni mali, sio wanadamu, tunapenda mali na katika masala ya nikah, masala ya kuoa, Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam <coughs> katika ile hadithi mashhuri ambayo tunaisoma sana katika masala ya ndoa, yani hiyo hadithi ikikoswa koswa kwenye, kwenye hadhara ya ndoa, basi inakuwa ni bahati mbaya ya mashara ma shabab. Naam, hadithi hii muhimu sana katika hadithi hiyo kuna kipengele hapa, mtume swalla sallam amesema, man istataa minkumul baa falyatazawwaj albaa, apa ikatafsiriwa kwa tafsiri nyingi. Miongoni mwa tafsiri zake ikatafsiriwa kwamba ni, ni munu au munatu azawaji yale matumizi na mahitaji ya ndoa, ambapo hao sasa yanarudi kwenye kwenye mali sasa. Kwa ufupi, nataka kutanabaisha ku, ku, au kutoa tambihi kidogo. Jambo ambalo tukilifanya jambo hilo, itakuwa ni sababu ya kukithirishiwa mali, itakuwa ni sababu ya kupata nguvu na watoto. Allah jalla waala ametueleza ndani ya Qurani katika suratu Nuh, wakati Nuh akiwalingania wa watu wake, aliwalingania mwisho, anasema kwamba anamwambia Allah, niliwaambia hawa watu faqultu staghfiru rabbakum innahu

kwa toba na kuomba maghfira kufunikwa yale makosa uliyofanya kurejea kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo, tukitubia kwa Allah subhanahu wa taala, Nuhu anawaambia wa mkitubia kwa Allah, karejea kwa Allah jalla wa ala, itakuwa ni sababu ya Allah kuteremsha mvua kwa wingi. Wayumdidkum biamwalin wa banin, na atakuzidishieni mali na watoto mali ni vitu ambavyo wanadamu tumepambiwa kuvipenda. Watoto kadhalika ni vitu ambavyo tumepambiwa wanadamu kupenda vitu hivyo. Sasa tukifanya istighfari kwa wingi, Allah jalla waala atatuzidishia hivi vitu. Kuteremka mvua kwa wingi ni sababu ya ya wakulima kulima kwa wingi na kuzikithiri mazao ni mali hiyo. Kadhalika katika, katika Surat Hud kule anasema wayazidkum quwwatan uh, ila quwwatikum, atakuzidishieni nguvu kwenye nguvu zenu mlizoko nazo kwa uh, maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, endapo tutaleta istighfar, Allah jalla wa ala atatuzidishia mali, atatuzidishia watoto. Na katika kutuzidishia watoto, yani maana yake ni kwamba kwa, kwa maana nyingine ya, ya mbali ni kwamba katika istighfar kuna tiba ya lile tatizo ambalo inasumbua umma zama zetu, tulizokuwa nazo shida kubwa. Ukipita unakuta watu, mtu anauza maji pale, amebandika lebo, anauza maji, dawa hii eh, inatibu presha, inatibu sukari, inatibu eh, ino, kipara na UTI. Mwisho pale anasema kadhalika inatibu tatizo la ukosefu wa heshima ndani ya nyumba sasa ukosefu wa heshima ndani ya nyumba Allah ametufundisha hapa istighfar, kuleta istighfar, kurudi kwa Allah jalla wa ala. Allah atawazidishieni mali na watoto, atawazidishieni nguvu kwenye nguvu zenu mlizo nazo, Allah ataongeza nguvu, japo nguvu hapa imetafsiriwa ahlulilmu wa uh, ahlul ilmu, tafsiri kwamba uh, Yani nguvu ya kuwasaidia katika kupata mali na mengine, lakini ukiangalia hapa kuna watoto na nguvu na kupata watoto. Naam, anajulikana kwa hivyo. Istighfar ni tiba. Naam, kule Dar es Salaam wanasema ni mkuyat. Unajua mkuyat na mukashar Fanya istighfar, rudi kwa Mola wako, tubia kwa Allah jalla waala. Umeoa umekosa watoto, na hangaika huko na kule, watoto hakuna. Leta istighfar, fanya istighfar kwa wingi, insha Allah utapata watoto. Naam, naishia hapa kwa leo, narudisha maiki hii kwa Sheikh na aweze kuendelea na zoezi hili. Kwa hivyo tufanye istighfar, tuachane na mavumbi ya Kongo na